E bana, leo ni tarehe kumi na tisa katika zile siku 30 za mwezi wa sita sabu leo kuwa ni siku ya Alhamisi ambayo nimeketi na Heavyweight Dula kubwa sa, siku zote ukitazama sura yake huwa tunaangazia mambo ya kimichezo. Nataka tu nikukumbushe siku ya jana, mara baada ya zile dakika tisini kuna mchezaji alikuwa akimzungumzia kutoka Ivory Coast, alipotokea Jean Chalea, wa MVP wa msimu uliopita, ambaye amekiwa sana katika uh, timu ya Simba Sports Club. Nataka tu tupitishe kwa huyo mchezaji ambaye jana amemzungumzia, watu tumelala tukiwa tunawaza, anaitwa nani, ni mchezaji wa aina gani? Tupate kusikia mengi kutoka kwa Heavyweight_dulla. hali yako iko vipi kaka? Bana kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. hmm. Ah, salama salmini ndugu yangu kabisa. Jana mm. yani. Bana, kwenye ile interview kama nilivyozungumza hapo awali, kuna mm. mchezaji ulimzungumza uh, ile ligi ya mm. kule Ivory Coast wenyewe ishamaliza mm. msimu wa 24 25 mm. na tukasema kwamba mchezaji huko uh, kwetu tunasema mara nyingi MVP, si sindivyo? mm. uh, amepatikana kule katika ligi yao. Sasa nataka utupitishe huko, ili tuweze kumjua kwa kina zaidi, ni mchezaji wa aina gani na vipi tete ambazo umesema kwamba unazo pengine akatua Simba Sports Club. Yeah of course, huyu mchezaji kwa unajua kwa o, o, watu wenye kufatilia na kudadavua, of course watakuwa washamjua kwa sababu nilitaja sifa zake, nikasema amemaliza kinara wa assist, amemaliza pia kama mfungaji bora, na uki hizo data mbili tu unajua ana mambo mengi, lakini hizo data zake mbili tu zina zinatosha kwa mtu ambaye ana, ana, ana, anafuatilia ile ligi kumjua, of course ni si mwingine na amesha tajwa tajwa sana okay. Kwa hiyo mimi ukiona mchezaji namwelezea ujue automatically e, kuna asilimia kubwa sana yeye kuweza kutua katika klabu ya Simba. By the way mimi taarifa nyingi za Simba huwa nazipata kiurahisi kwa sababu watu wa Simba wamekuwa wakiniweka karibu zaidi, kwa hiyo nashukuru. Uwe mchezaji mwenyewe anaitwa Uh, nianze na jina lake. <laughs> Anza, eh, anza na jina ili watu wamjue. Huyu uh, uh, uh, jina lake eh, la utani wanamwita apwegala, apwegala, apwegala. Yaani yani, apwegala ni neno la Kifaransa ambalo tafsiri, tafsiri yake ni, ni mzani sawa, yani kuweka mzani sawa apwe ghala, tunasema mzani umebalance, yani kuweka mzani sawa. E, sasa kwanini wanamuita kuweka mtu yani, hiyo nimejaribu kutafsiri lile neno moja okay. E, kwa Kiswahili chetu kuweka mzani sawa, hamna hamna neno moja la, la Kiswahili linaloweka mzani sawa okay. Kwa hiyo lakini Kifaransa kitu kikiwa kimebalance ndo kinaita abo abogala. Kwa hiyo huyu kwanini wanamuita hivyo, anaitwa Celestin Ekua. Celestine Ekua. Kwa nini wanamuita uh, mzani ume, um, yani mtu wa kubalance mizani, mtu wa kuweka mambo sawa? Tutajua kadri ambavyo mimi nitakuwa nikiwaelezea kwa sababu of course mimi huwa ukiona nimetaja jambo lazima kuna sababu behind. Umeelewa? Yani, sitaji kitu for no reason kwa sababu watu wanaweka mabando yao wasikilize kitu ambacho kina mantiki. Lakini by the way, huyu ni uh, mchezaji ambaye ana umri wa miaka 23, ni raia wa Ivory Coast. Uh, nafasi ambayo anacheza zaidi ni mshambuliaji lakini pia ana uwezo wa kucheza kama kiungo mshambuliaji wa kati, na ana uwezo mzuri sana wa kufunga mabao ya yeah. Amejiunga na ASEC Mimosas Januari ya mwaka 2025, maanake dirisha dogo la msimu huu ambao umemalizika, na ametokea katika klabu ya Zoman FC, ee, ambapo au Zoman FC ndo walimsajili msimu 2024/25. Alidumu pale kwa miezi kadhaa tu na kuweza kujiunga na ASEC kwa mkopo, si umenielewa? huyu jamaa before sijaelezea mkopo wake na vitu kama hivyo akiwa na Asec akiwa na Zoman, labda nianze kwenye karia yake ya soka kwa sababu watu wanabidi wamjue kwa kina huyu mchezaji, kwa nini anahusishwa na Simba Sports Club alipopita. Kwa sababu hivi vitu na uhakika maybe sehemu zingine hawapati, kwa hiyo Mwenyezi Mungu alichonijali anaweza kushare nao hapa, umeelewa? Lakini maisha yake ya soka alianza katika kituo cha Olympic, stud, uh, Olympic Sports adi yake uh, katika timu hiyo ambayo ilikuwa inashiriki ligi daraja la kwanza, ilikuwa ni msimu wa elfu mbili na ishirini ishirini na moja. Aliweza kudumu hapo mpaka msimu wa elfu mbili ishirini na moja ishirini na mbili, na on the process aliweza kufunga mabao kumi na kufanikiwa kuwa top scorer katika katika timu hiyo, umenielewa. Lakini ukiachana na hivyo, pia aliweza kujiunga na ES Bafang mwanzoni mwa msimu wa Yani, maanake dirisha dogo la msimu wa elfu mbili na ishirini na mbili ishirini na tatu. No, yani manake mwanzoni mwa msimu wa elfu mbili na ishirini na mbili ishirini na tatu, kisha dirisha dogo sasa la msimu wa elfu mbili na ishirini na tatu elfu mbili na ishirini na mbili ishirini na tatu na maanisha aliweza kujiunga na AS Ndengwele. AS Ndengwele na aliweza kufanya debut yake, maanake mechi yake ya kwanza akiwa na AS Ndengwele aliweza kucheza, ilikuwa ni Februari 6 ya mwaka 2023 na ishirini na tatu, na ilikuwa ni dhidi ya asi ya Banguru, ambapo aliweza kutambulishwa mchezoni dakika ya themanini na sita. Uh, balala huyu mchezaji nafikiri ilianzia hapo, kwa sababu dakika ya themanini na sita imagine unatambulishwa mchezoni alafu, uh, ndani ya dakika hizo tu ake dakika ya themanini na sita mpaka tisini ni dakika chache sana eh, na ukijumlisha labda anaza nyongeza maybe umecheza kama dakika tisa nane fulani, aliweza kufunga bao. Uh, aliingia alitambushwa mchezoni mechi ilikuwa imetai kwa bao moja sufuri kwa faida ya ES Tengwele, yaani faida ya timu yake, na yeye unajua goli moja si goli yeye eh? Alikuja kushindilia ule ushindi na kuisaidia timu yake kuweza kushinda kwa mabao mawili Sifuri. Na katika mchezo unaofuatia wakacheza na Sol FC d'Abobo e, pia akaweza kuperform vizuri na kuweza kufunga bao la kusawazisha by the way e, mwanzoni mwa kipindi cha pili dakika kama ya 47 hivi kabla ya Omar Din Sise kuja kufunga bao la ushindi dakika ya 87. Unajua kwa nini nilikwambia anaitwa Apoegala? Jamaa amekuwa ni specialist wa kufunga mabao ya kusawazisha, kwa sababu katika mchezo wa pili dhidi ya Soul FC ambao alikuwa ni ambao aliweza kufunga bao e, mwanzoni mwa kipindi cha kwanza ilikuwa ni bao la kusawazisha, mechi ikawa moja moja, Omar Din Sisse ndo akaja akafunga bao la ushindi dakika ya themanini na saba ya mchezo. Of course, mechi hiyo ukijumlisha na ile ya kwanza ambayo nimetoka kuambia dhidi ya Yesaya Banguru kwenye mechi na mechi zake za mbili za, za mwanzo za ugenini zote wakashinda kwa mara ya kwanza kwenye msimu huo. Nafikiri impact yake ilionekana hapo, umeelewa? Of course, na msimu huo alimaliza akiwa na mabao hayo mawili katika mechi ambazo alicheza toka ajiunge na e, Banguru kwenye dirisha dogo. Kwa hiyo tunaanza kumpima kwenye msimu elfu mbili na ishirini na tatu, 24. Umeelewa of course. Yesaya Banguru namaanisha eh, IS yes, Dengwele, so ndio yes, ndio alikuwa anacheza hiyo IS Dengwele haikuwa na performance nzuri kwenye msimu wa 2023 24. As a team ilikuwa haifungi sana mabao, na ndio maana hata yeye mwenyewe alistruggle kuweza kufunga mabao katika hiyo team. Of course bao lake la kwanza msimu wa 2023 24 ilikuja katika mchezo wa 4, wa ligi umeelewa ya, ilisku, ilikuwa, ni, na by the way, ilikuwa ni katika mchezo wa dabi dhidi ya CO Korhogo ambapo aliweza kufunga bao na kuisaidia timu yake kuweza kuondoka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri katika dimba la Stade Robert Champroux. E, mchezo huo ulivyomalizika, e, jamaa aliweza kuchaguliwa man of the match by the way, na, na mchezo unaofuatia kaja akafunga bao pia dhidi ya Stade Abidjan eh a Gala. Yaani mtu wa kuweka mizani sawa, kwa sababu eh, mchezo ule by the way walitanguliwa wali AS Ndengwele eh, yes, walitanguliwa na bao la Stefani yao Sagni ambako aliweza kufunga bao kwa mkwaju wa penalty kabla ya mshikaji kuja kusawazisha dakika sabini na tatu ya mchezo na kuisaidia timu yake kuweza kupata sare ya bao moja kwa moja, angalau imeambulia alama moja. Moja si umeelewa. Mchezo huo pia ulifanyika katika dimba la Stade Robert Champrox na kama kawaida kuisaidia angalau timu yake kuweza kupata alama moja. Na labda niseme kitu kimoja, baada ya kufunga bao katika mchezo wa kwanza ambao alimake, mchezo wa nne wa kutambulishwa kwake, amenelewa katika dabi dhidi ya CO Korhongo, alikwenda mechi saba pasi na kufunga bao, mpaka kuja kufunga tena dhidi ya Stade Bijan katika uh, sare ya bao moja kwa moja umeelewa? ya kwa hiyo katika msimu huu aliweza kufunga mabao mawili tu. Kwa hiyo e, tali yake ya kufunga mabao haikuwa nzuri, haikuwa nzuri. Lakini performance wise alikuwa ni mchezaji ambaye ana perform, kwa sababu nimetoka kukuambia bwana Jafe no. E, timu ya AS Denguele ilikuwa haina performance nzuri overall 23, 23. Mm, lakini performance yake iliweza kuwavutia Zoman FC ambao waliweza kumsajili mwanzoni mwa msimu wa 2024 25 na magoli yake mawili, lakini performance wise, alikuwa na mchango mzuri unaelewa, yes, alikuwa na mchango mzuri, na of course alikuja kufunga bao lake la kwanza ni katika mchezo dhidi ya Karuhongo, by the way pia, ya yeah, na no no, ilikuwa, mm, ali- mchezo wake wa kwanza ilikuwa dhidi ya Soarme kufunga bao. Mchezo wake wa kwanza kufunga bao ulikuwa ni dhidi ya Soarme, na of course bao lilikuwa pia ni la kusawazisha kama kawaida yake <laughs> yaani, jamaa amekuwa ni specialist wa kufunga mabao ya kusawazisha na, ndio maana hilo jina lina make sense uh, eh, of course uh, na mchezo huo ulikuwa ni, ilikuwa ni Oktoba 27 ya mwaka 2024 na ndio mechi yake ya kwanza anafunga bao dhidi ya Soarme eh, mechi inatai hivyo hivyo kwa bao moja kwa moja, anaisaidia timu yake kuanza vizuri na alama moja na of course mechi inayofuatia ilikuwa ni dhidi ya Asec Mimosas, ilikuwa Novemba 3 ya mwaka 2024. Hakuweza kufunga bao, kwa sababu alipoteza kwa bao moja sifuri, umeelewa? Mechi inayofuatia ilikuwa dhidi ya San Pedro, aliweza kufunga bao mwishoni, yaani muda wa nyongeza wa kipindi cha kwanza, alifunga bao la pili la mchezo na kuisaidia timu yake of course kuweza kushinda kwa mabao manne kwa moja. Mabao mengine aliweza kufungwa uh, ilikuwa ni Private Jason, Private Jason ambaye aliweza kufunga brace yani mabao mawili lakini, eh, Kane Kaba naye aliweza kufunga bao la nne, mechi ile ikimalizika kwa nne moja. Baada hapo pia akaja akafunga bao katika mchezo dhidi ya FC Muna, eh, FC Muna dia Kope ambako eh, aliweza kuisaidia timu yake kushinda kwa mabao mawili kwa moja ilikuwa ni katika mchezo ambao ulifanyika Novemba 22 ya mwaka 2024, na baada hapo akaja kufunga pia bao la kusawazisha dhidi ya Racing Club bao la dhidi uh, ya Racing Club, na of course wakatoka sare katika huo mchezo wa bao moja kwa moja, na mechi yake ya, ya mwisho kucheza akiwa na Zoman FC, kwa sababu hapo nakwambia ilikuwa ni mwanzoni mwa mzunguko wa kwanza wa msimu wa elfu mbili na 24, 25, yani msimu huu ambao tunaumalizia kwa upande wetu sisi, kule washaumaliza. Uh, ilikuwa ni dhidi ya Stade Abidjan, japokuwa katika huo mchezo waliweza kupoteza kwa mabao matatu kwa mawili lakini katika hayo mabao mawili yote aliweza kuchangia yeye, umenielewa eh? Aliweza kufunga bao moja katika hayo mawili ambao waliyapata, na lile bao kwa upande wake lilikuwa ni bao la saba. Yani maana yake ndani ya mzunguko wa kwanza tulikuwa tayari kashafunga mabao mabao saba, hilo ndio lilikuwa bao la saba. Lakini vile vile aliweza kuprovide assist ya bao la pili ambao lilifungwa na Mamadou Keita, na assist ile, by the way, labda niseme tu ilikuwa ni assist ya nne, akawa amecontribute yani mabao 11 ndani ya mzunguko wa mzungu kwa wa kwanza akiwa na Zoma FC. Amenielewa. Na performance ile iliweza kuwashawishi sana Asec Mimosa kwa sababu wao walikuwa wanashiriki michuano ya kombe la shirikisho wakaona da, e bana, eh, hii performance. Huyu <laughs> jamaa tumchukue, kwa sababu imagine amechangia mabao kumi na moja ndani ya mzunguko wa kwanza tu wa msimu wa 2024, alikuwa kwenye form bora sana. Na by the way alivyosajiliwa na uh, Asec Mimosa ilikuwa dirisha dogo, alisajiliwa mwezi January. Aliweza kufanya debut yake kwenye mchezo wa League 1 katika kikosi cha ASEC Mimosas, yani manake mechi yake ya kwanza akiwa na ASEC Mimosas ilikuwa ni tunarudi tuna, tuna tena ilikuwa ni dhidi ya CO eh, ya CO Korhongo ambao aliwahi kufanya nayo debut katika kikosi alichokuwa akicheza eh, cha AS Dengwele mwaka 2022 23. Kwa hiyo anarudia tena anafanya debut yake dhidi ya ya, ya, ya, y, CO Korhongo na katika mchezo huu aliweza kufunga bao naelewa Yes, aliweza kufunga bao na kuisaidia timu yake kupata sare ya bao moja kwa moja la kusawazisha, kama kawaida yake powegala. <laughs> Powegala ndio bwana, wakamuita powegala, mzee wa ku Aa, balance mizani, sio unielewa? Eh, e, nafikiri watu wanapata vitu ambavyo walikuwa hawavijui kuhusiana na mchezaji eh, na sare ile ya bao moja kwa moja ikawasaidia Asik walau kupata alama moja. Of course akaja akafanya pia debut kwenye mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, ilikuwa ni dhidi ya USM Alger. Ee, akitambuishwa mchezoni kama dakika 65 akichukua nafasi ya Hassan Aziz Sanogo, lakini mchezo ule, by the way, waliweza kupoteza. Lakini bao lake la kwanza kwenye michuano ya kombe la shirikisho Uh, au alifungua akaunti yake ya mabao kwa sababu aliweza kufunga mabao mawili, ilikuwa ni dhidi ya Orapa United ambapo aliweza kufunga mabao mawili katika ushindi wa mabao manne sifuri. Eh, mabao mawili haya yana maana kubwa, umeelewa? Kwa sababu kwanza, anakuwa mchezaji wa tatu kutoka ASEC Mimosas kuweza kufunga mabao mawili katika mchezo wa makundi, toka alipofanya hivyo Aubin Kramo mwaka 2023 akifanya hivyo dhidi ya DC Motema Pembe, lakini before alifanya hivyo Karim Konate mwaka 2022 akifanya hivyo dhidi ya US Gendarmerie, umeelewa? By the way ushindi wa mabao manne sifuri kwanza uliwafanya kufikisha alama nane, lakini by the way iliwapa positive mbili kwenye goal difference manake uh, positive mbili kwenye goal difference ikawasaidia wao kuweza kulip frog, maanake kupanda kutoka nafasi ya tatu mpaka nafasi ya pili na kuwazidi wale ASC Jaraf ambao nao walikuwa na alama nane, lakini tofauti ya mabao ndo iliwabeba wale kuweza kumaliza nafasi ya pili kwenye kundi na kuweza kuprogress kwenye hatua ya robo finali. Ilikuwa ni of course, kuprogress kwenye hatua ya robo finali inakuwa ni mara yao ya pili tu kwenye historia yao ya ushiriki wa michuano hiyo, ni baya, pamoja na performance ambayo alionyesha Celestine Ekua na by the way, kama watu hawajui wa ni kwamba e, alimaliza michuano hili akiwa ndo mchezaji aliyoperform vizuri zaidi kwenye upande wa Asec Mimosas kwenye michuano ya kombe la, la shirikisho. By far si umenielewa eh? By far na bahati mbaya walifika kwenye hatua ya robo final wakakutana na RS Berkan wakaweza kupoteza katika mechi zote mbili na kuondoshwa. By the way, Berkan nafikiri watu wanajua ndo tulicheza nao fainali kwenye michuano ya uh, ya kombe la shirikisho barani Afrika, umenielewa? Yeah, kwa hiyo uh, kwenye ligi alivyosajiliwa na ASEC kumbuka, alikuwa na mabao saba akiwa na huku pia akafunga mabao sita na kufikisha jumla ya mabao kumi na tatu akamfanya kuwa top scorer, na by the way top scorer, hatimaye ASEC Mimosas nao wanatoa top scorer kwa mara ya kwanza toka mwaka 2017. Yani mara ya mwisho kutoa top scorer ilikuwa mwaka 2017 Aristide Bance alifunga mabao kumi na tatu pia. No, alifunga mabao kumi na saba by the way na kumfanya kuwa top scorer. Kwa hiyo jamaa anakuwa top scorer akiwa na mabao kumi na tatu lakini pia kama hujui ni kwamba alimaliza akiwa na asisti kumi kwa sababu e, kumbuka kule alito alitoa asisti e, nne na akija huku pia akaja akatoa asisti sita, sita na kumfanya kuwa na asisti kumi akifunga, akiwa ndo kinara by the way, lakini alitai na Seri Didet Florian wa Sol FC naye akiwa na asisti kumi, hakuna mwenye zaidi hapo, na kumfanya kuwa mchezaji wa kwanza kuwa na asisti ku, kuongoza kwenye asisti na kwenye kufunga mabao pia ndani ya msimu mmoja wa ligi akiwa na Asik Mimosa. Performance ile by the way ilimfanya kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kuania tuzo ya mchezaji bora wa msimu. Ndio huko sisi tunaita MVP. Kule eh? e, mchezaji bora wa msimu manake eh, the player of the season. Eh, sambamba na of course ali, ali, ali, ali, alikuepo sambamba na wachezaji watatu by the way. Yeye kuna mchezaji anaitwa Dramane Kamagate ambaye anacheza katika kikosi cha San Pedro lakini vile vile Assis Belaire Ak ambaye ni captain wa Stade d'Abidjan ambao ndo walitoa ubingwa wa ligi msimu huu hasa kwa kushika nafasi ya, ya pili, lakini pamoja na hivyo jamaa aliweza kuwin hiyo tuzo, pamoja na kwamba timu yake haijachukua ubingwa, lakini jamaa ndo aliwini mchezaji bora wa msimu ambao huku ndo tunaita sisi MVP, MVP, sio, unaelewa? Ya kwa hiyo alikuwa na performance hiyo mzuri sana umeelewa. Baada ya ku MVP, msimu uliopita waliukosa, ikaenda kwa Jean-Charles Roy eh. Wameurudisha tena msimu huu baada ya kuchukua huyu uh, uh, Celestine ekua epo egala mtu wa kuweza kuweka mizania sawa, umeelewa. Kwa hiyo huyu jamaa ndo mchezaji ambaye ana anatajwa kuja kuchukua uh, nafasi katika eneo la ushambuliaji pale kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba of course. uh, kariera yake bado ni changa ana muda mrefu sana kwenye soka kama alivyotoka kumwelezea, akianza kucheza kwenye ligi daraja la kwanza msimu 2020/21 juzi tu hapo, na kuingia ligi kuu rasmi msimu 2022/23 mpaka e, leo. Maanake msimu wake watu wa pili kwenye ligi ameperform vizuri sana, na msimu wake bora zaidi ndo huu ambao ameweza kufunga jumla mabao 15 kwenye mashindano yote pamoja na assist 10 e, katika michezo ambayo amecheza so far. Bonge moja la player. Bonge moja la Prayer. la player. Na nafikiri uh, kwa, kwa jinsi ambavyo nimemwelezea watu wengi watakuwa wamepata picha yeah, kwamba ni mchezaji wa aina gani na Simba Sports Club wana malengo gani kuelekea msimu ujao, sababu unapokuwa na mchezaji ambaye ana uwezo wa kufunga kama hivyo mm, na ku na kwenye kikosi chako still bado una wachezaji ambao wana uwezo wa kufunga na ku basi kwa namna fulani eh, unaweza ukawa na timu ambayo ni, ni tishio, yes. Umeelewa, ni bonge moja la player. Na kama nilivyokuambia bwana Jafe, no. Nafikiri tumekuwa tunakaa utaratibu wetu kale, kwa ku kwa kutoa tathmini baada ya kumuelezea mchezaji tunatoa tathmini, no. Kwamba huyu je katika kikosi akisajiliwa tunampa ngapi? Umeniwahi umeni, nataka nikwambie, umemzungumzia eh, kiungo mshambuliaji kiungo, wakati anafanya vizuri sana na mimi kiu yangu mara baada ya kutoa maelezo yote ya alipoanzia mpaka alipofika eh, hivi sasa na mafanikio aliyopata hmm. tuanzie hapo tu eneo la uh, Simba Sports kwa mfumo anaocheza, kama mwalimu atakuwa ni Fadro Davis em niambie, Simba inanufaika vipi na uwepo wake uwanjani kama dili lake litafanikiwa kwa asilimia mia moja? E bwana Simba watanufaika na mambo mengi of course. Kwanza wataongeza ufanisi kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu kama nilivyotoka kusema, jamani, mchezaji ambaye ana fomu nzuri kwenye ufungaji amefunga mabao mengi sana amefunga mabao mawili kwenye kombe la shirikisho, amefunga mabao kumi na tatu tena katika vilabu viwili tofauti. Zoma na amefunga mabao saba huko, amekuja amefunga mabao sita Umenelo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye uh, ameonyesha kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kufunga kitu ambacho nafikiri Simba, miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikiwasumbua msimu ambao tunaelekea kuumaliza ni pamoja na, eh, matumizi hafifu ya nafasi wamekua si timu ambayo inatumia vizuri nafasi ambazo wamekuwa waki, wakizipata. Kwa sasa ndio maana wameamua kuchukua mchezaji ambaye ana ufanisi mzuri kiasi kwenye kuliface lango la timu pinzani. Lakini jambo jingine ni kwamba nafikiri as, uh, assist kumi inakuwa kinara kwenye assist inakupa picha kwamba jamani, mchezaji mwenye ubunifu. Creativity level yake inaridhisha. Assist kumi sio masiara, umeelewa? Kwa sababu huyu Jan Shallawa Uh, ambaye Simba Sports Club wamemsajili akiwa na takwimu nzuri kutoka kutoka kutoka uh, Ivory Coast. Ivory Coast, of course, mm. Mm, uh, ile, i, timu yake ile Stade Abidjan mm. Mm. Uh, ile ah, de Malie no, no, no, Ajan chale huwa ametoka hii timu ya hii ya uh, zama timu kongwe sana hii ya Abidjan <laughs> Timu ya Bijani ah, bana jina, jina lake lakini kutokana na kichwa changu miaka takriban nane iliyopita, kwa sababu baada ya hapo ma MVP wengi pamoja na wachezaji wengi kufikisha assist tisa ilikuwa mm. changamoto huyu Pacome amekuja hapa akiwa na eh, huyu uh, uh Jean Chalea huwa ametoka Stella Club Abidjan. Stella ah ya Abidjan eh ni ta, ni klabu kongwe sana na Simba wanaijua vizuri. Unaelewa? Ya, kwa hiyo ni ni ni, ni mchezaji ambaye ana high level of creativity, mchezaji mwenye uwezo mzuri wa, ku, wa kutengeneza pia mabao. Kwa hiyo maana yake akiongezeka aki kwenye squad ya Simba uh, kutaku, kutakuwa kuna maboresho kwenye eneo la ushambuliaji especially kwenye kutengeneza mabao, sio mchoyo lakini vile vile akipata nafasi ya kufunga basi uh, uwezo wake wa kuconvert nafasi ni, ni mkubwa na ni mzuri pia, umeelewa? Kwa sababu uh, imagine huyu Jean Charles huwa amefunga goli kumi na sita mpaka sasa, umeelewa? Na bado kuna mechi mbili mkononi, manake anaweza akafunga goli zaidi ya hizo kumi na sita. Lakini alivyotoka kule Ivory Coast alifunga mabao kumi na kumi na mbili. Msimu bora zaidi wa Stephane Aziz Ki kipindi yupo kule alifunga mabao mabao tisa kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye ligi nafikiri. No, sio mabao tisa by the way. Ni mabao saba. <laughs> Lakini kaja huku kafunga mabao ishirini na moja. Sasa imagine mchezaji ambaye amefunga mabao kumi na tatu pamoja na mabao kumi na tano overall. Maana yake ukijumlisha na mabao ya mawili kwenye kombe la shirikisho unapata mabao kumi na tano kisha lile baralaki aje aende, aendelee nalo kwenye ligi. Ukichukua uki uh, performance ya wachezaji ambao wametoka Ivory Coast na mabao hayo kisha wanakuja kufanya balaa kwenye ligi yetu. Sio, unanipata vizuri? Vizuri. Alafu huyu takwimu zake ambazo wanakuja nazo eh, ukikompea na jinsi ambavyo waliopo wali wamekuwa wali wakifanya, wakifanya na walopita. Sio, unanipata unanipata point yangu? Kwa hiyo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kumalizia, naweza nikasema usajili huu kama ukifanyika eh, naweza nikaupa eh, tisa chini ya kumi probably, na nampa nafasi kubwa sana ya kuja kuperform vizuri. tisa chini ya kumi. Eh, huyu kaka kweli, huyu tisa chini ya kumi utakuwa upo sawa. Tofauti kabisa na yule tuliyomjadili siku kadhaa zilizopita. Owe, Owen Tembo yule. Owe Owen Tembo ana shida gani? Si kiungo ndugu yangu. Mbona umemkazania? Kiingereza kiungo cha <laughs> pia. Mchezaji bora wa Zambia ule, kumbuka. Unafikiri lakini mchezaji alikuwa na maboma huyu. Sasa kuna mchezaji Yanga wanamchukua ni kiungo naye mshambuliaji, ana mabao mawili ndani ya miaka miwili <laughs> tutakuja tumjadili. Miaka miwili mabao mawili, kwa kila msimu alikuwa anafunga bao lake moja tu, afu safi <laughs> Hapo sasa wewe mchezaji upo kwenye kivuli cha mchezaji mkubwa wa muda wote wa Kongo. Kuna mchezaji unamjua mchezaji mzuri zaidi wa muda wote wa Kongo. Anaitwa Tresor Mputu. Unamjua eh, Tresor eh, Mputu? Kuru, ya jina Kongo sasa eh. Huyo jamaa alivyosajiliwa ndo akapewa viatu vya Tresor Mputu. Unaambia jamaa amefunga magoli haya mawili ndani ya misimu yani ndani ya miaka hiyo anachezea Kongo au anachezea. Ah, ndugu yangu, yeye eh. eh, sasa eh, yani ndugu yangu, yeah, yani kuna mambo kuna mambo, ndugu yangu, hapa katikati sasa ha. Mabao mawili ndani ya misimu miwili, kaka, wamepigwa. <laughs> Wajua ndugu yangu, acha ligi iishe, alafu tuingie kwenye kwenye mechi za usajili bake zile, zio usajili, unajua nao ni mechi, ah ni mechi eh, yeah. Ndio maana ana, ana shida yeye, kila msimu goli lake moja. Mmm, ana shida, katulia. Maana pale Yanga, sasa akija, viungo tu walioko pale wana mabao, kaka yule anasubiri sasa. <laughs> <laughs> Sasa mwenyewe sielewi, naona na, na, tetesi zake zinashika sana kasi. Ngoja tuone, ngoja tuone ndugu yangu, tuone je, watajichanganya? <laughs> Dirisha hili la usajili la moto sana, sisi tunalisubiri na kama updates mbalimbali mbali ambazo tunakuletea nikiwa na Heavyweight Dula kuangazia eh, wachezaji kwa kina na kuwafahamu toka walipoanza karia yao ya mpira wa miguu mpaka mafanikio walioyafikia kwa hivi sasa. Vilabu ambavyo vinatajwa zaidi eh, wao kuchezwa katika eh, ligi ya Tanzania, kwa maana ya ligi ya soka, tumekuwa tukiwajadili sana na Heavyweight Dula, na tutaendelea kukupa updates kwa kina zaidi, upate taarifa tukio na ripoti za wachezaji mbalimbali mbali kutoka katika bara hili la Afrika. Hakuna kichwa kingine kinaweza kikakupa mambo kwa uketo kwa kina katika gayagaya gaya la soka tofauti na Heavyweight. Unaweza kumpata hivyo katika mitandao ya kijamii kama Heavyweight underscore Dula, mfuate Instagram pamoja na Facebook kwa jina hilo moja la Heavyweight underscore Dula. Endelea kufuatilia vipindi vyetu tunavyokutayarishia kila mara. Assalamu As alaikum.